Shida moja mm, kuna kitu ambacho nimeweza kukifahamu cha kuhusu wewe sasa, kwa nataka tujadili mamaangu, bila samani, bila samani mwanangu. Mama nadhani unatambua hivi mimi sio mtoto hey, tena tena sio mtoto kubwa hey. Na kwamba najua kwamba hili baya Najua ili zuri. Najua ili jema. Ndio, mwanangu. Kuna kitu mama unanificha. Alafu saa mimi mtoto wako, wewe ukanificha. mimi sio mtoto tena, mimi mtu mzima eh? Ungenisikiliza kwanza, unanificha nini? alafu ili ndio gani wewe mwanangu, mimi nakuficha nini eh? Mwanangu eh, mm, basi eh? Naomba unisamehe kwa hiki nitakachokuwa nimekwambia, lakini ni katika lengo la mimi na wewe kuwekana sawa sawa. Mm. Ongea mwanangu. Hivyo mama, hivi unahisi kwa mi nikisikia swala ambalo so zuri kupitia, yani mtu anakuwa anakuzungumzia wewe kitu tofauti, unahisi mi nitajisikia vizuri? Sijisiki vizuri hata kidogo, uwezi na wewe kujisikia vizuri, kwa sababu mi mama yako huwezi kusikia vizuri. Habadani basa, mama mimi nimekuja hapa mimi mm. Kijana wako sio mtoto tena, mimi ni mtu mzima. Naona bwana, kuna baadhi ya uvumi nilikuwa nausikia mtaani kwamba kuna kijana wewe unatembea naye samani, lakini mama yangu, sina ushahidi na sina uhakika, lakini na siwezi kukuingilia wewe katika masuala yako, umeona, yani sababu wewe mama wewe, ndio ulonizaa mimi, ila sasa kuna baadhi ya sehemu wenyewe wanasema mkubwa akosei, lakini yani kwanza nisamee kwanza, swala kwanza nisamee yani. Japokuwa mkubwa akosei, lakini mama yangu, mimi sijapenda ili swala. Mama, mtaa wetu sio mkubwa huyo. Mtaa wetu ni mdogo mno Alafu mpaka unaona mimi nakufuata hapa na <coughs> <gibu> nakuelezea maswala hayo, mi nishafanya uchunguzi nalakini kwamba ile swala lipo. Sasa basi tuachane na hayo masuala yote, mama, ni haya yote tuachane nayo. Sababu najua wewe mtu mzima <gibu> lakini, lakini mwanangu, tokaa babako Sio unajua lakini muda gani babako toka anaondoka duniani, japo wanaongea habari za uzushi tu hizi lakini wewe mwanangu We mkubwa sasa hivi. Ndio. So mtoto tena. Ndio, ndio. Sasa tuongee kwa mambo mengine mwanangu, eh? Basi, naomba kwanza tulimalize hii halafu ndio tuongelea. Asa hili halina ushahidi mwanangu. Sawa, sawa, mm -hmm. Ila lina ushahidi mm. Lakini mimi nilikuwa napendekeza kitu kimoja kama utojali. Hivi mm. Kwa nini... Kwa nini usitafute mzee mwenzako ambaye yupo rika kama la kwako wewe? ambaye atakuwa na familia kama tulikuwa nayo sisi. Wewe mtoto wewe, yes. We mtoto sasa. Mdogo, wewe mtoto mdogo, huwezi kuniingilia ah. Mimi maisha yangu bwana. Wewe mtoto mdogo, nimekuzaa mwenyewe, wewe nimekuzaa mimi. Maisha yangu mimi nayajua mimi leo wewe mimi Ewe, ama, eh? ako, Kini, mtisa, wewe wewe mimi mimi maisha maisha siwezi kupangia yako, lakini sasa wewe wa kunipangia maisha mimi, siwezi kupangia mimi. Kijana wako unapokuwa unazalilika, wewe ndio mimi yule mtoto wa nani mimi, sio kwamba wameniona nimesimama sio nimetembea naye, mi nitembee na yule. Mimi yule nikaaka kuniuliza neno pale, ndio kweni kuniuliza neno, tumesogea pembeni, tunaongea. Leo hii ananiambia mimi yule natembea naye we. Mimi kweli nifanye vitu kama hivi? Mimi sina akili. Bas, mama yangu, nisamee, nisamee mtoto wako mimi, akili zangu mwanangu, mi siwezi kukuvunjia adabu hata kidogo. Mi kwanza, mambo yangu yenyewe kwanza, mwanangu, nafanyia huko mbali, we huwezi kuyaona mambo yangu, sawa? Mi nafanyia huko kwanza, yule mtoto wa nani yule? Mkijana yule kwanza mwizi yule. Kwanza mimi siwezi yeah, kutembea naye hata kidogo, yule siwezi kutembea naye. Lakini hizi msizipeleleze sana, ziache tu ziache. Kwa nini unazifadhilia? Hey, wewe mwanangu, mie ziache kwanza. Umekula, hey. <laughs> Umekula, nataka nikuulize

kanunua mchele, tuja kupika mchele wali kuku, wali nazi, na ikiwezekana mwambie na yule binti aje kunisaidia kuchagua mchele. Achana <laughs> na habari hizo bwanawe. Lakini wanaongea sana, watu wanaongea ongea. Achana nao mwanangu. <laughs> <laughs> kalike mchele <Sana, laughs> you know. Mchele tumpike hapa. Yule kijana wewe achana naye, bora usigombane naye.